Unajua Azam FC hii ni product ina more than product, kuna TV, kuna Azam pesa, kuna Azam FC, kuna Azam Merini yeah, yeah. Then kuna burudani za kutosha, si mnajua kama Azam TV ni burudani kwa wote. Azam FC timu bora bidhaa bora basi. Kama tukitaka tulete ubora na kuendeleza kupitia Azam, tumekuja sisi wa China wa, wa Azam kupitia Azam for life, life kuna kuna wasanii wa kuimba hapa, kuna washahiri na kuna sisi hapa. Yote kwa yote, uwezi kuwa msanii au nani, uko Azam FC, hujui football unalicheza na unajua kulizungumzia, kwamba mimi hapa nikiacha mambo yote haya, baadaye naweza nikawa kocha hata timu ya vijana, kwa tactics sijui zote zipo hapa, zimelala hapo eh, ila sasa tuachane na haya mambo Sao? tuende kwenye mchezo wa leo moja kwa moja. Kikweli inasikitisha. Haisikitishi matokeo. Inasikitisha maamuzi Maona, hizi timu zetu zinavyosogelea ubingwa hasa hizi timu zao za kurisi hizi timu ambazo haziongozwi kwa kanuni zinaongozwa kwa busara, busara. Uzifunga, usipokuwa shetani basi uwe malaika ili uzifunge. Kwa nini mechi zao za mwisho zinakuwa? It is not fair, tunaona sopu kasukumwa kabisa live show, it is penalty, clear penalty. Alajiga amefumbia macho, lafu za ovyo ovyo zimechezwa nyingi

Goli mbili wamekalia, leo wamepigwa juju. Tumetulia nyi wengine, mtaji ju. Ni yule mtu wa odube ndoka, usipoleni sana za muuma, na leo tumewadunda, kauzeni ice cream, mpira ushawashinda asiwekeze kwenye mpira, kwenye miundo mbinu ya vijana, maana hakuna asojua Afrika Mashariki Tanzania hawa timu zao wanazozitegemea zinapata wachezaji kutoka Azamu. Maana inabidi na sisi tuanze kuwekea kwa waamuzi, tuwekeze. Mimi mimi na swali moja, mara nyingi nasikia sana huko nje, mashabiki wa Simba yangu wanasema kwamba Azamu huwa ainaga shabiki asilia, kwa hiyo wanakuja hapa mara nyingi wanakuja kwa ajili ya kipato Tuki, ni kweli? Kweli. Ah, uh, huyu anaosema uweze ukambishia. Labda yeye aliona lakini Azam FC ni kwambie kitu. Hakuna mtu duniani anapenda kitu kibaya. Yaani mimi unionyeshe kinyesi, uniambie kashata, sio kweli. Yaani kwa sababu baba mganga wa kienyeji mimi nisisome, nikaenda kwa rubani nirushe ndege, nibaki baki kwa mganga wa kienyeji. Ipo vipi? Hao ee, wanaosema hivyo, hoja yao kubwa anasema kwamba Azam ameanza mwaka gani? Eh. Ee. E yeah, kuna mtoto anazaliwa anapenda mpira? Si hadi upate akili timamu ndo aanze kupenda mpira. Hazina, hazina nani, hawajui historia yao mm. Sisi Azam tunaijua historia yake. Wao wanasema kuna timu ya wananchi 1935 36. yeah. yeah. yeah. Yeah. Kulikuwa na wananchi yeah, kulikuwa na watumwa yeah, na watawala tisa yeah, yes, koloni. Mm -hmm. Waseme timu ya watumwa, labda tungewaelewa ilo la kwanza. La pili leo wanakuumiza.